Uzinduzi wa mpango wa shina kwa shina bendera hewani, mpango wa kupandisha bendera kwa balozi, ambapo chama cha mapinduzi la Songea mjini umezindua mpango huo kati ya katika kata mateka ya Mateka ambayo ipo manispaa ya Songea mkoa mkoani Ruvuma, na tayari mashina na 18 ambayo yapo katika kata ya Mateka yamepandishwa bendera <mucho> Akizindua mpango wa shina kwa shina bendera hewani, katibu wa chama cha mapinduzi la Songea Mjini, ndugu James Mgego amesema wilaya Songea mjini na mabalozi 853 na mabalozi wote watapandisha bendera. Tukio la kupandisha bendera kwa mabalozi na hili tukio siyo tu kwa ajili ya maadhimisho, ni tukio mahususi kwa wilaya yetu ya Songea Mjini. Tunayo programu kama mnakumbuka, tulipita na programu ya tukutane kwa balozi, lakini kwa sasa tumekuja na programu inayosema Shina kwa shina bendera, bendera shina kwa shina bendera hewani, shina kwa shina bendera hewani, shina kwa shina bendera hewani. Na kwa nini tumekuja hivi? Chama cha Mapinduzi mwaka jana tumeshinda uchaguzi huu kwa ngazi zote, rais, bunge, udiwani kwa kura nyingi, lakini ukipita mtaani huoni bendera. Sasa na sisi tunao wa kuwapandishia bendera ambao takiwa zipepee usiku na mchana. Ndio maana tumekuja na hii program na hii program itapita kwa kata zote pamoja tunaenda kwenye maadhimisho lakini tumeona tuizindue, na tumeizindua leo, shina kwa shina bendera hewani. Tunao mabalozi 853 wote tutawapandishia bendera na tutaenda kwa balozi hadi balozi, kama tulivyofanya kwa hapa, wapi Mateka. Nadhani mmeona tumewafikia mabalozi wote 18 Mpango wa shina kwa shina bendera hewani unaenda sambamba na kutatua kero za wananchi katika mashina, ambapo wananchi wa kata ya Mateka wameelezea kero zao mbalimbali, ikiwemo kero ya barabara za mitaa pamoja na kero ya wanafunzi wa shule za msingi kutembea umbali mrefu kufuata shule. Majina naitwa Angelina Josephat Rwambano, balozi shina namba moja, Mateka C. changamoto katika mtaa wangu iliyokuwa changamoto kubwa kwenye barabara kwa kweli hapa mtaani barabara hakuna hata kwa kupita, ina tukujui kuna mkaka mmoja amejenga hapa, ameshaziba tayari. Wananchi walikuwa wanapita huku, lakini wameshaziba, na ile kule juu hata inakotokea kule barabarani, ipo kwenye nyumba ya mtu, kwa hiyo njia imepita katikati. Na changamoto kwamba shule ziko mbali, kwa hiyo tuna tunatamani katika mtaa wetu huu wa Matekasii angalau tungepata shule huku sehemu yoyote ambapo patakuwa na kiwanja chawazi kupata shule ya msingi ili kuokoa watoto wale watoro wanaoshindwa kwenda shule wanakaa njiani, ili angalau shule iwe karibu. Tunaomba barabara hii hapa, barabara hii kwa wakati wa masika inatusumbua sana, ina tope kwa mtu, mtupunguze ili tope liondoke, <laughs> na badala yake mtuwekee hata kiwango kingine cha changalawe. Taasisi zifuatazo zinahitajika kushuka zaidi kwa wananchi kutokana na uhitaji wake, kwanza, taasisi ya NIDA, vitambulisho vya taifa taasisi ya Rita vizazi na vifo. Watu wana changamoto nyingi, wanashindwa kwa kuzipeleka wakienda, huko gharama za kupata hivyo vitu zinakuwa zaidi ya zile ambavyo wanatarajia kwao. Kwa, kwa kupitia maadhimisho haya, ni kuombe katibu uziarike na taasisi hizo ziwe na mabanda yao hapa, ili wale wenye uhitaji na namba ya NIDA na uhitaji wa vyeti vya kuzaliwa basi wavipate hapa, kwa sababu sasa hivi bila nida huwezi kupata hata mikopo ya halmashauri. Akijibu kero hizo, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea Mjini, ndugu James Mgego, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi amemwagiza meneja wa TARURA wilaya ya Songea kufika katika kata ya Mateka ili kufanya tathmini na kutatua changamoto za barabara za mitaani kwa manufaa na, tume pita, tume ya wananchi kweli. Tumepita, tumeona gari haiwezi kufika. Naomba nichukue nafasi na hii kumwagiza meneja wa Tarura Jumatatu, afike Mateka C, na balozi, nitaacha namba yangu, utanipigia kama hajafika. Meneja wa Tarura afike Mateka C, kuja kuona uwezekano au namna gani Mateka C hapa wanapata barabara ya kupitika muda wote, hata kama ya dharura, ili angalau magari afanye nini, afike. Chama tunamwagiza meneja wa Tarura afike Mateka C, kuja kuona namna nzuri ya kuweza kuangalia namna gani anafanya liwezekanalo kupatikane njia au sio, na litatekelezwa. Asipotekelezwa utanipigia simu na nitamfuata ili aweze kufika hapa. Katika hatua nyingine, katibu Mgego amezungumza kwa njia ya simu na mstahiki meya wa manispaa ya Songea, Mheshimiwa Abraham Mbunda, kujadili na kutafuta suluhisho la kero ya wanafunzi wa mtaa wa Mateka C wanaolazimika kutembea umbali mrefu kufuata shule. na kupitia mawasiliano hayo, ameelezwa kuwa tayari serikali imeanza mpango wa kujenga mkondo wa shule ambao utapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto hiyo. Ah, asante kwa... kama Mstahiki Meya, Mateka C wana changamoto zingine, tumezielekeza kwa wahusika kama TARURA kwa maana masuala ya barabara. Mateka C kule kwa balozi shina namba moja, hakuna kabisa, hakupitiki. Tumeelekeza kwa TARURA, lakini hili lingeni la kiutawala ambalo wewe ndo Mstahiki Meya, Mateka C wanahitaji mkondo wa shule, hawana shule, watoto wanasoma mbali sasa nini majibu ya serikali katika hili ukiwa Mstahiki Meya wa mji wetu wa Songea? Kwanza uh, kabisa nikushukuru sana Mheshimiwa atimu kakuja huku ndio, lakini pili kwa uthibitisho kabisa na tayari wao baadhi wa ya wananchi wanajua nimeanza kuufuatilia swala hilo la kupata mkondo wa shule ndio na u nihatua

kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani Tv. Pia usisahau kulike na kusubscribe YouTube channel ya Toka Zamani Tv niutuenandenda na hii ni Toka Zamani Tv.